Naibu wa Rais Profesa Kithure Kindiki amewapuuza viongozi wa upinzani ambao anasema wameanza kampeni za mapema kabla ya muda wa siasa kuwadia. Akizungumza wakati alipoongoza hafla ya kuinua jamii kaunti ya Homa Bay, Kindiki kama serikali watakapoanza rasmi kampeni watawanyorosha vilivyo wapinzani wao. Viongozi wa ODM waliohudhuria hafla hiyo wakisisitiza kuwa marehemu Raila Odinga aliwacha katika serikali ya Kenya Kwanza, hivyo watasalia papo hapo kushirikia na kushirikiana na serikali. Siasa za uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 zinapozidi kuchacha kila kuchao. Ni mbwekse, si mbwekse. Naibu Rais Profesa Kithure Kindiki amewapuzilia viongozi wa upinzani kwa alichosema wameanza siasa za kampeni mapema na vinara wa Kenya Kwanza watakapotia juga za kampeni, watawanyorosha wapinzani wale ambao wanatuleta katika mambo ya siasa. Ukiwaona waambie mambo bado, mambo bado, mambo bado, wawache kimbelembele, wawache mbele. Kiherehere wawache perepere, siku ya siasa inakuja 2027, itakuja ikikuja, hiyo siku kila mtu atatoa rekodi yake ya maendeleo. Rais Ruto akituongoza akizungumza katika hafla ya kuwawezesha kina mama eneo bunge la Kasipul, kaunti ya Homa Bay. Naibu Rais amewataja wapinzani kama wasio na ajenda yoyote ya kuwasaidia Wakenya. Wako na kimbelembele saa hii ya siasa, wataona siku mrefu nakwambia. Siwataona faya, siwataona faya, siwataona faya. Mimi naona watu wakizunguka hapa wakipiga kelele Siku ya kampeni bado ikifika, tutavalia njuga hiyo hiyo kazi, na hakuna wa kushindana kwa sisi, hakuna mtu wa kushindana na sisi, kwa sababu sisi tuko na ajenda ya maendeleo. Viongozi wa chama cha ODM wakibaini kuwa marehemu Raila Odinga aliwaacha katika serikali ya Kenya Kwanza, wakieleza kushirikiana katika chaguzi ndogo zinazotarajiwa kuandaliwa mwezi Novemba kuweka mwaniaji mmoja kama serikali jumuishi I have said that our departed party leader left us and he left us a united people as a community and we will remain united and stand together Secondly he left us within our party the Orange Democratic Movement party and we will stay within the Orange Democratic Movement party under our new party leader Dr. Oburu Oginga

Chama ya ODM itakuwa ndani ya sirka? A, chama ya ODM ndio itakuwa serikali ama itakuwa kwa coalition ambayo itakuwa inafom sirika. Wati wa opposition sasa, ni wati wa, wa Munyoro, wati wa Kalonzo. Isaac Musioka, Undugu TV.